Siku hizi watu mna shida ya wateja, wateja, wateja, wateja. Nataka wateja, wateja wamwagike kama nyuki, wakufuatilie kama nyuki, wamwagike kama mchele, wao wengi kama mchele, eh wateja kinyumba cha konokono kama kilivyo kufanyia kwa mume wako kumfunga anda panti ya mume wako kuiweka kwenye nyumba ya konokono ndivyo nyumba ya konokono inavyoleta wateja na inavyofunga wateja wako wasiwaidi. Hey, wateja wanaibiwa. Sisi tunaibaga wateja kwa nini? Hey, unaenda kwa duka la yule, unakuuliza hivi dawa. Dawa, wateja wote wanabadilika mawazo, wanaenda upande huo. Wateja, nyumba ya konokono -kono. Wakonokono huo wanaziweka kwa biashara ya mtu kule kule kule kule juu. Unakuta amekiweka hicho kinyumba cha konokono, unatafuta pesa zako za wateja zenye wameleta, unatoa noti moja unaweka kwa nyumba ya konokono, unaweka juu, unasema, wateja, pesa zenye mmeleta leo, huo umeziiba, huo umezitapeli, huo umefanya nini, lakini zote zikusanyikie kwangu. Eh, kusanya hizo pesa zote zenye wa wazikusanikie kwako kwa na kwa roho safi, na atakayenunua kwako kwa na mwingine mweke kwa wateja wa mweke kwa nyumba ya konokono hivyo. Hata na ukienda kwa manyumba ya waganga mnakutaga vitu vya konokono, hata ukienda huku shago wapi unakutaga vinyumba vya konokono juu mpenzi mkaene salama.